Wanawaangalia tuna Yohana, wanawangalia tuna Elia, wanawangalia wale mitume na wanafunzi wa Yesu wasije wakaiba mwili wa Yesu wakasema uongo kama amefufuka. Na Yesu akasema mtume haji, nabii haji, baba aliye mbinguni atakuja mwenyewe hapa, atakuja mwenyewe hapa kuthibitisha uwezo wake. Sikia, wakakana mnahii Ghafla wakakuta tetemeko na mabunduki yao wakadondoka chini, na kombati zao za jeshi na bunduki zao wakaanguka chini. Waliokuwa wanalinda kaburi la Yesu wakaangushwa chini, wanaume akapanda juu ya kaburi